Hao ndio zilikuwa mechi mbili. Uko mbele nenda na pangusa pangusa. Sasa nikikutajia kwamba hata mbele zangu, mbele yangu, ni pia kaka. Kuna Dodoma Jiji, kuna wale nani, Tanzania Prisons, kuna Fountain Gate, halafu kuna, nani, kuna, kuna, kuna, kuna kuwa na Mungu kaka, mimi nakwenda na pangusa pangusa bana. Mana thelathini na moja kwa watu ambia Azam FC wakacheza rako na mimi napiga kulingana na matatizo lopo nayo. Sasa hitu tunapige misiri ya kunguni kunguni tayo kumusaka kunguni kwenye soko, ukimkosa kunguni na lipua godoro zima. Ebu angalia kwanza vile yale, yale, yale mashuto lopo napiga pakomi na wanabahati ninge mnyima hata tano mimi. Leo kwa mwambie Azam FC akacheza kwa mtoto mwenzie toto la Mungu lokuja kumuunga mkono, maana watoto wa Mungu lokuja kumuunga mkono Azam